Nyuma yangu ni wananchi wa kijiji cha Timkeni kata ya Uyui, hapa halmashauri ya Manispaa ya Tabora, ambao wana manuni tangu walipotangaziwa kuanza kwa mradi ambao unachukua kata mbili, kata ya Ifucha na kata ya Uyui hapa Manispaa ya Tabora, ambao kilio chao ni kwamba tangu mwezi wa sita, baada ya kuthaminishiwa maeneo yao, wangelipwa kuanzia mwezi wa nane, lakini leo tunazungumza ni Desemba na tunaikaribia Januari pale bado hawajaambiwa chochote na hawajalipwa senti yoyote kwenye mifuko yao. Wanasema shughuli zao za uchumi zimesimama hapa, na hawajui waende wapi, kwa sababu wanategemea pesa ambazo walithaminishiwa waende wakaendeleze makazi maeneo pengine. Naitwa Sudi Musa Katala, mkazi wa Timkeni hapa. Mradi huu tumesikitishwa kwa sababu wametutoropisha muda mrefu sana, wakasema msiendeleze kitu chochote mradi huu mpaka kufikia mwezi wa, te, wa tano mtakao mishalipo hela yenu wa, walianzi mwezi wa sita wa saba wa nane wa tisa wa kumi kumi na huu wa kumi na mbili mpaka leo kime chochote cha kuendelea hawatuelezi tukiweza viongozi wetu wa, wa kijiji wasema bwana tamko nii tulieni tu mtalipa mahaki zenu lakini sasa hivi tutalipwa lini haki zetu na siku zinazidi kwenda na wala kutuambia endeleeni kulima hakuna kusema kulima, kulima kulima hamna kulima. Sasa tutafanyaje? Mimi shambani mwangu mle, mle, nilikuwa natumia mihogo nikaona, eh mradi umeshakuja unitutoe, kabla ya mradi haujaanza shughuli zake hapa, si tunalipwa tukasaminishwa na kila kitu na picha tukapigwa, lakini mpaka hivi sasa hivi hakuna chochote kinachoendelea. Hasara kiasi gani ambao unadhani mmeipata wananchi kutokana na kusimamishwa kwa kufanya shughuli zenu? Hasara kubwa sana kama mimi tu kwa hasara niliyokuwa nimeipata kwa ile mihogo yangu nilivyoitoa mapema, nimepata hasara kama ya laki tatu na elfu hamsini. Ningeweza kuivuna kama ninavyoivunaga wakati wa kuivuna, lakini sasa hiyo sikuweza kuipata kwa sababu mihogo ilikuwa naitoa midogo midogo, haijafikia. Oh, wakirudi leo wakiambia rudini kwenye maeneo yenu, endeleeni na kazi zenu, haya haitawezekana. Sisi tunachotaka mradi uendelee, tulipo haki yetu kwa sababu kwa, kwa sababu gani? Watawaambia tu, wangetujulisha mapema sema, jamani, msiendelee na huu mradi, ilikuwa ina matatizo sio? watuambia sasa hivi durudini kwenye maeneo yenu, wakati tosha tutasimisha na tukisha kufanya mambo yetu yote. Wengine waliezua na nyumba zao na kila kitu, sasa tunapisha mradi. Sasa hasara hiyo itakuwaje? Hii kina nani waliwaambia, msi au wao viongozi kutoka huko kwa manispaa? Sisi so, tutawajua watakuwa na kuja hapa, hapa. Yeah. Naitwa Neema Albert Mpunga hmm. ni muhanga wa kupisha kiwanda cha mbolea, mradi wa kiwanda cha mbolea. Mimi nimechukuliwa nimechukuliwa na mradi, maeneo yangu mawili. Eneo la kwanza lipo Kazima, eneo la pili liko Timkeni. Eneo la Kazima nilikuwa nimeshajenga nyumba bado kupaua na kuhamia eneo la Timkeni ni shamba ambalo huwa naliba napata mazao kwa ajili ya kumudu kupata chakula na familia yangu, lakini toka tumekuja kuhamishwa mwezi wa sita mpaka dakika hii, waandishi wa habari, najisikia vibaya, hatujui uelekeo wetu mpaka dakika hii. Tunajaribu kufatilia sehemu husika, kwa waliokuja huku hatupati majibu stahiki. Kiukweli inaumiza sana, watu tumepanga na familia na binti alitakiwa kwenda chuoni mwezi wa kumi baada ya uchaguzi, lakini hatimaye nimeshindwa kuhamia kwenye nyumba yangu, nimebaki napanga. Ile pesa ambayo nilikuwa nataka nikusanye nikalipe ada ya mwanangu kwenda chuoni imebaki nalipa nyumba ya kupanga, mwanangu ameshindwa kwenda chuo. Tunachoomba serikali, kama wao waliweza kuja kututoa katika maeneo yetu husika, tunahitaji watulipe pesa ambayo wametuambia watatulipa kupitia mradi wao, lakini mpaka sasa hivi hatujui mradi upo, hatujui mradi haupo, hatujui tutalipwa lini. Watu nyumba zinawaangukia, watoto chuoni hawajaenda, maisha yamekuwa magumu, hatulimi, hatufanyi shughuli yoyote. Tulikuwa tuna miti miti, tukaamua kuitelekeza kwamba ni serikali imeisha kuja kuchukua eneo lao. Miti tumeshindwa kuimwagilia, miti imekufa. Tunafanyaje? tulikuwa tumenunua nini, simenti kwa ajili ya kuendelea ujenzi, simenti imeanza kuganda ndani, imeamua watu wachukue mifuko ya simenti waende wakauze. Je, hii serikali inatufikiria nini sisi wananchi walalahoi ambao wanatuambia kwamba tufanye biashara, tulime, tujikomboe kiuchumi? Huu uchumi uchumi, uchumi, tunajikomboaji ikiwa maeneo yetu amezuia. Majina anaitwa Masudi Mustafa Kabula, mkazi wa Timkeni na ni mwenyeji wa Timkeni. Kwa kweli hili swala linatusikitisha. Mpaka sasa najisikia kinyongo sana, hasila nyingi nateseka na uzee wangu huu, nateseka na uzee wangu huu. Uhuru tunaotafuta sisi wenyewe, nimezaliwa mwaka elfu moja mia tisa arobaini na tisa mpaka leo mimi nakuja kunyanyaswa. Nyumba ninayolala hata mkifika nwe waandishi wa habari mtamsikitikia. Nalala na vijukuu wangu, mvua inapiga, nimekaa na kinga, madumu ovyo hmm? Nyumba ilienda na upepo, wanangu akashindwa kuja kunitengenezea kwamba baba hapo na hama, hata ni hame niende wapi mimi? Kama kweli ni serikali inayojali wanyonge, sisi ndo wanyonge tunaomba mje mtukomboe mtu, mtu, mtu. Tumethaminiwa maeneo yetu, mradi umekuja, tumeupokea kwa mikono miwili, tumekubali tumekubaliana bei na kila kitu na tathmini eh, malipo hakuna. Ilikuwa tuhame mwezi wa nane, we mpaka mwezi huu hakuna tulichohama eh, maiti yanatukuta sisi. Binadamu tunaishi kwa kufa, tunaishi kwa kula, tunaishi kwa kuvuta hewa, lakini wamshetu aisha mambo yote, maiti yakitufika mpaka twende kwa majirani, vijiji jirani, twende tu tuka, tukaombe pa kustili mauti wetu. Juzi mwanangu amefiwa hapa eh, imebidi kwenda kuzika kwa jirani. Haya mihogo ambayo tulikuwa ndio inatunusuru katika njaa, tumesimamishwa tusilime. Na Hassan Simba ni mkazi wa Timkeni na ni mhanga wa Timkeni. Hawa wananchi wenzangu mnawaona hapa. Tunaishi kwa shida. Hakuna mwananchi anayeweza kuishi kwa shida kama tunavyoishi sisi toka mwezi wa sita. Tumezunguka na ndugu zetu toka mwezi wa sita. Tunaambiwa malipo yetu ni mwezi wa nane. Mwezi wa nane umepita, tukapewa miezi sita. Miezi sita imepita, hatujalipwa chochote. Hatulimi. Akifa mtu, tuliambiwa asizikwe katika eneo hili mpaka sasa. Hata nianguke mimi nife hapa. Mtatafuta pa kwenda kunitupa. Sio katika eneo lao. Mwandishi wa habari, haya ni maisha. Wananchi wenzangu, haya ni maisha. Amen. Hatulimi. Mazao tulambua kulima. Hakuna mwananchi, hakuna kiongozi aliokuja kutamka kwamba wananchi tumeambiwa mlime hivi na hivi. Hakuna. Tumewafuata viongozi wetu mara kadhaa na mara ya mwisho viongozi wetu wamekuja hapa. Mimi kama mimi nimenyoshana nao vidole kwenye mwembe huu. Ndugu zangu, mmetustopisha tukujenge. Nilikuwa na boma. Sasa hivi waandishi wa habari hata nikiwapeleka katika nyumba ninayoishi. Nahisi hata mwandishi wa habari wingi utanihurumia. Nyumba yangu imekatika yote na watoto wangu watano. Mvua ikinyesha ni mimi na Mungu wangu. Labda nitoke niende msikitini nikajistiri na watoto wangu. Pagara na ambayo nilikuwa boma langu wamenistopisha. Nimefikia lenta nimenunua bati na kila kitu wakanistopisha. Boma lile lipo kama lilivyo. Mimi ninajua mpaka sasa mradi upo kwa sababu wamenithaminisha. Hela yangu wamenisamini kila kitu ninacho. Kwa hiyo ninachoomba, nahitaji malipo yangu, tuachie eneo zao. Kwa majina, naitwa Idi Ramadhani Idi, ni mkazi wa Timkeni. Kwa kweli hasara kubwa tumepata mpaka e, sasa hivi imefika, ndugu zetu hatujawazika katika maeneo husika, tumewazika kama mbwa, maana yake tumewatupa ambako. Sisi hapa tuna utaratibu wetu, ndugu akifa tunazika katika maeneo yetu, lakini mpaka sasa hivi tumezika watu sehemu tofauti kwa hiyo hata kama mradi ukifa bado hasara sisi tumepata kubwa, na ndio maana tunasema hatutaki mradi ufe, tunataka mradi urudi na uendelee kama jinsi walivyokuja, kwa sababu sisi hatukuwaita walitupata wenyewe, na wakatuachisha shughuli zetu, tukaacha kwa sababu ya kuheshimu serikali. Sisi wananchi hatuna utani na mama Samia, tunamheshimu kama rais wetu na tunamjali kama rais wetu tumempigia kula wenyewe hapa sisi lakini leo tumeathirika, tume kwa kupisha serikali, imeleta mradi katika eneo letu, leo wanatusitisha wa, wa hapa bila kujua chochote. Kwa hiyo si tunataka mradi uendelee, na mpaka sasa hivi hatuna taarifa yoyote kuhusu serikali na no, wamekaa kimya. Kwa nini wakae kimya baada ya kusikia kauli za wananchi wa maeneo wa haya na vilio vyao? Sasa tutakwenda kuutafuta uongozi wa mkoa na wengine wanaohusika na hili ili kutoa kauli ya kimamlaka, nini hasa wananchi hawa wategemee kwa serikali yao sikivu. Hii ni CG Online TV. Hakuna sehemu ambako kiwanda kimehamishwa, isipokuwa kilichotokea ni kwamba mwekezaji eneo analolitaka hapa manispaa lilikuwa halitoshi. Kwa hiyo ikaonekana, Uyui, wilaya ya Uyui, kuna maeneo makubwa zaidi ambapo anaweza akajenga kiwanda kikubwa ambacho tunategemea East Africa. Kwa hiyo tumepata eneo pale Ilolangulu, eneo kubwa zaidi ya heka elfu mbili ambayo ndio mahitaji ya, ya ya mwekezaji. Sasa hapa tulishindwa kupata hizo heka elfu mbili na amekuja ameona kwamba eneo lile litamtosha na litamfaa. Alikuwa anahitaji ziwe zaidi ya heka elfu mbili au heka elfu mbili ili awe comfortable kwa sababu haweki tuka kiwanda, anaweka kiwanda ambapo ndani yake anatengeneza humo kunakuwa na mbolea labda kwa mfano ni urea ina plant yake ambayo inajitegemea ina, di, kani, ina plant yake inajitegemea lakini material za utengenezaji wa mbolea huwa zinatengeneza tiles. Kwa hiyo humo humo, tenge, tiles yake, kwa hiyo humo au ana uwezo wa kutengeneza ndani yake kungekuwa na viwanda vidogo vidogo zaidi ya vitano na wafanyakazi wote anawajengea eneo hilo hilo, hilo. Kwa hiyo ndio maana uhitaji wake ni mkubwa lakini eneo hilo ipite miundombinu ya umeme lakini kue miundombinu ya maji kujito ya kujitosheleza, na kuwe na reli ya SGR, ambayo eneo hilo pale Ilolangulu, bomba la ziwa Victoria limepita pale, la maji kubwa, lakini umeme mkubwa, gridi ya taifa imepita pale, na SGR inapita pale. Kwa qualification hizo ndizo ndizosababisha kwamba kiwanda kile kikae kule, kwanza ni pakubwa na miundombinu yote hiyo ambayo inahitajika ipo tofauti na hapa manispaa, kwamba eneo ni dogo, lakini miundombinu hiyo pia haipatikani. Hiyo ndio sababu. Kwa hiyo hakuna sehemu ambayo mtu, nimesikia watu wanasema sasa tu e, tumezuiliwa kulima. Hakuna mtu aliyezuiliwa kulima na maeneo hayo ambayo kiwanda kilikuwa kinaenda kuwekwa hakuna anayelimaga. Kwa hiyo mtu asiseme kwamba amezuiliwa kulima, anayelima alime, anayojenga ajenge, kama ni us <laughs> kama kiwanda kitakuja kukaa hapo, umelima pelima, si watakuthaminisha kama umejenga si watakudhaminisha utalipwa haki yako. Kusema kwamba oh, tumezuiliwa, nani aliyezuiliwa mtu kulima? Kila mtu alime, hata huko kinapoenda huko Uyui, wewe unayetakiwa kulima lima, wakati ukifika utaambiwa, bwana, sasa tunakulipa hela yako hii, tunaomba utuachie kuanzia sasa hivi. Ndio utaratibu unaenda hivyo. Wewe umeona watu wamepita pita, unasema sasa hivi silimi wala sijengi kwa sababu kiwanda kinakaa hapa. Nani kakuambia? Wakati ukifika kiwanda kinajengwa kama kuna nyumba itathaminiwa, kama kuna mazao yatathaminiwa na utalipwa. Sasa, ndugu zangu